Shughuli ya leo ni shughuli ambayo inafanyika mara moja kila mwaka na ni shughuli ambayo tunafanya sisi kama serikali tukishirikiana pamoja na sekta binafsi kama Geita Gold Mine pamoja na washiriki wote ambao mnawaona hapa nyuma yangu. Geita Gold Mine wao ndio wanaotusaidia kukusanya fedha kila mwaka kwa kuwashawishi watu wapande mlima wale watu kila mmoja anayepanda mlima anadhaminiwa. Zile fedha zinatumika kidogo sana kwa kupanda mlima, lakini zinazobaki zinatumika katika shughuli za Ukimwi na shughuli hizi ambazo zimeweza mpaka sasa hivi kufanyika ni pamoja na kusaidia yatima, watu ambao wamefiwa na waomezao, hasa kina mama, kusomesha watoto ambao ni yatima. Vile vile masuala mengine ambayo yamekuwa yame yamevutia yame sana watu vile vile, ni kujenga vituo vya maarifa kwenye maeneo ambayo magari makubwa ya masafa marefu yanapaki, na hivi vituo kwa jumla viko kama kumi na sita, lakini katika hivyo vitatu vimejengwa kwa fedha ambazo zimekusanywa na Geita kuua. Huu ni ushiriki ambao mategemeo kwamba utaendelea. huu ni mwaka wetu wa 15. miaka 15 tangu wao wameanza na vile vile ni miaka 15 ya umri wa Tume ya Kudhibiti Ukimwi Tanzania ambayo iko chini ya ofisi ya waziri mkuu. ni mategemeo yetu kwamba itaendelea kwa sababu itaongeza ile dhamira ya serikali kuongeza kuhudumia masuala ya Ukimwi kwa kutumia fedha zilizoko ndani ya nchi na kupunguza tegemezi kwa hisani Jioni ya leo tumekuja hapa kuchangisha fedha kwa ajili ya kudhamini wanaopanda mlima Kilimanjaro kwa ajili ya kuchangia katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ukimwi. Kampuni ya Geita Gold Mine kwa kushirikiana na makampuni mengine, kila mwaka wamekuwa wanaandaa utaratibu wa kupanda mlima Kilimanjaro na wanadhamini wapandaji. Uh, na hao wapandaji wanadhaminiwa na wachangiaji na fedha zinachangwa na zinatolewa katika asasi uh, zisizo za kiraia pamoja na taasisi za serikali ambazo uh, ziko katika uh, mapambano dhidi ya ukimwi. Uh, mwaka jana walipata zaidi ya shilingi bilioni moja ambazo jioni ya leo tumegawa baadhi uh, ya hizo fedha kwa taasisi ya Benjamin Ulimkapa, nyingine imegaiwa tume ya kudhibiti ukimwi nyingine ya halmashauri ya Geita pamoja na vituo vya kulea watoto yatima uh, ambao wazazi wao wamefariki kutokana na ugonjwa huu. Kwa hiyo sisi kama serikali tumeshukuru uh, watu binafsi na mashirika binafsi na taasisi binafsi zinapochangia jitihada za serikali uh, katika kupambana na ugonjwa huu uh, wa ukimwi. Na ujumbe mkubwa sana umetolewa hapo kwamba mapambano bado yanaendelea pamoja na kwamba mafanikio yamepatikana katika kupunguza maambukizi mapya, lakini bado watoto wengi wanaishi bila wazazi, nyumba nyingi zinaendeshwa na watoto, na kwamba yatima wapo wengi, watu wengi wameambukizwa, wengi madawa bado hawayapati. Kwa hiyo uh, tunapata mchango wa, wa sekta binafsi uh, katika mapan, mapano hayo, sisi kama serikali tuna tunashukuru na tunafarijika na tunafurahi. Kwa hiyo mimi nimekuja hapa, ilikuwa makamu wa rais ndo ashiriki, lakini nimekuja hapa kum, kumwakilisha, na shughuli imeenda vizuri na tunawashukuru sana wenzetu, na jioni hii tumechanga uh, na sasa hivi ndo tumezindua uchangishaji jioni ya leo na tumepata Uh, shilingi milioni 723 uh, mpaka sasa na, na michango inaendelea kwa sababu leo ni uzinduzi. Uh, kwa milioni 723 zilizopata leo zitaenda kwenye taasisi mbalimbali mbali, uh, za, za, za umma na, na za kijamii zinazopambana na ugonjwa wa Ukimwi. kwa karne na miaka mbali, ni matendo ya wajibu sekunde ama dakika yatakayoleta thawabu kwa watu kuyakumbuka, vakumbuka ndiyo maisha, thawabu inayohesabika. Hatuangalii umeishi miaka mingapi, hatuangalii umeishi karne ngapi Hatuangalii umeishi miongo mingapi, wala hatuangalii umeishi siku ngapi. Tunaangalia katika nafasi yako uliyokuwa nayo, nafasi uliokuwa nayo wangu waziriwanguaaaa umefanya kitu gani katika kutoa mchango kwa watu wanaoishi na mabongo

Nenda kawaambie wadau wote Raif, kawaambie tunasema asante. Nenda kawaambie Puma, tunasema asante. nanikawambia Tuna Akasha, tunasema asante, asante. Nenda kawaambie wadau wote kwamba mchango wao hau hautalipwa hapa, utalipwa tunasema asante.